Dkt. Mwilima moja kwa moja atuje katika mjadala huu ambapo tunafahamu kwamba ni baada ya siku 45 hatimaye viongozi wa, wa vyama hivi vya CDU CSU na SPD wamefikia makubaliano haya na wanaonyesha wako tayari kuunda serikali mpya. Suali so, ni je Wajerumani nao wako tayari kuongozwa na vyama hivi chini ya Merz? Um, Wajerumani wapo tayari na presha ni kubwa, kwa sababu wanahitaji sana serikali hii ianze kufanya kazi, na kama ulivyosema katika utangulizi wako hapo kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zinaendelea katika katika kipindi cha sasa hapa duniani eh? Kuna hiyo mm-hmm vita vya kibiashara vinavyoendelea vilivyoanzishwa na Donald Trump. Kuna ile suala zima la ulinzi, tumeona Marekani kama inaanza kutoka barani Ulaya eh, wakitaka Ulaya iweze kujilinda yenyewe. Kwa hiyo changamoto ni nyingi, kuna changamoto pia za ndani. Kwa hiyo uh, wajerumani sasa wanataka serikali hii mpya iingie na kuanza kufanya kazi kukabiliana na hizi changamoto zilizopo. Mm, ni matarajio gani ambayo wameyaweka wajerumani katika serikali hii mpya? Uh, kuna masuala mengi. Kuna suala la, la uchumi. Kuna suala la uhamiaji. Uh, uchumi sana sana imepewa kipaumbele kipa, kipa mm. Uh, ukiangalia katika nimepitia huu uh, haya makubaliano mapya ambayo yana peji kama mia moja arobaini na nne mm. Yanaonyesha kabisa kwamba uh, wat, wat, wat, watapunguza kodi kwa mfano kwa watu ambao hawana kipato aw, hawapati kipato kikubwa cha, cha fedha. Kwa hiyo pia kuna swala zima la makampuni tumeona, makampuni yatapunguziwa kodi kuna baadhi ya sheria katika minyororo minyoro ya ugavi itapunguzwa ita. Kwa hiyo kuna masuala mbalimbali ya kiuchumi ambayo Wajerumani wengi wanasubiria yafanyiwe kazi. Pia kwenye upande wa uhamiaji, tumeona kwamba uh, wamekubaliana kwamba wataendelea kudhibiti mipaka na wale waomba hifadhi watakaokuwa wanakuja katika mipaka ya Ujerumani watarudishwa. Uh, huku alipotoka mm. Kwa hiyo kuna suala hilo la, la la, pia kuna masuala ya ulinzi, tumeona kwamba kama tulivyosema hapo awali kwamba uh, ni kama Ulaya sahivi inabidi kuchukua majukumu ya kujilinda yenyewe. Kwa hiyo sawa sawa. E, e, Dokta Mwilima, kwanza hili la uhamiaji nitahitaji ufafanuzi e, zaidi kwa mtazamo wako unalifikiria vipi zaidi, lakini kwanza e, tuangalie hotuba ambayo ameitoa Merz jana baada ya e, kutangazwa kwamba yamefikiwa haya makubaliano. Yeye alisema kwamba kilichofikiwa ni mwongozo imara na ishara ya wazi e, kwa Wajerumani na washirika wake Ujerumani. Lakini unaamini kwamba Ujerumani imerudi upya hivi sasa kwenye jukwaa la kuiongoza Ulaya kwa haya uliyoyataja matatizo changamoto, chungu nzima zinayokabili dunia na Ulaya ikiwemo uh. Naamini kabisa kwamba Ujerumani imerudi. Tukumbuke kwamba kabla ya makubaliano haya eh, tukumbuke katika wiki chache zilizopita Ujerumani iliweza kubadilisha sheria ya kuidhibiti ya kuidhibiti serikali kukopa. Kwa hiyo serikali mpya inayokuja inaingia kwa mfano kwenye upande, upande wa ulinzi inaingia na kitu ambacho tunakiita blank check kwamba serikali hii inaweza kufanya matumizi yoyote mm, kuelekea ulinzi, kwa hiyo kuwekeza katika ulinzi. Kwa hiyo huu uh, haya mabadiliko ya hii sheria yalitoa ya uh, ujumbe mzito, ujumbe mzito sana kwa mataifa ya Ulaya kwa mataifa pia mengine ya uh, nje ya bara la Ulaya kuona kwa kwamba Ujerumani sasa inakuja pia katika uh, serikali hii inayokuja imeshasema wazi kabisa kwamba itakopa takriban euro bilioni mia tano katika kuendeleza uh, miundombinu na katika ku, ku, kusaidia uh, sera mbalimbali za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo ni serikali ambayo inaingia ikiwa imejipanga vizuri, na nadhani tukiangalia mabadiliko haya yote yanayoendelea duniani, mm, nadhani Ujerumani na nafasi hiyo ya kuwa, ya kuchukua majukumu makubwa zaidi barani Ulaya. Dr. Mwilima, serikali inaingia imejipanga vizuri, ndo mtazamo wako unaotoa. Lakini huu utafiti wa maoni uliotolewa kabla ya kufikiwa haya makubaliano ulikuwa unaonesha vingine kabisa, kwamba hapa ndani mani kwenyewe Wajerumani hawana imani e, kwa kiasi kikubwa na wanaokuja kuchukua serikali mpya na hususan yeye mwenyewe e, bwana Mats, umaarufu wake umeporomoka. Ni kusema bila shaka kwamba ameingia, hajaingia madarakani na tayari ana kazi ngumu ya kubadili mitazamo ya Wajerumani. Vipi anaweza kulifanikisha hili unadhani? Um, tukumbuke kwamba hizi tafiti ambazo zinaonyesha kwamba umaarufu wake unapungua ni kutokana na haya majadiliano aliyoyafanya ya kuunda serikali. Kwa hiyo, kama tunavyojua katika hizi serikali za muungano, lazima kuna vitu ambavyo walivyoviahidi katika kampeni yako utavipuuzia utavi ili kuhakikisha kwamba uh, matamanio ya chama kingine yanaingizwa katika serikali mpya. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo limefanya umaarufu uh, wake uanze kushuka, lakini mi naamini kwamba uh, bwana Merz nafasi anayo, nafasi anayo na kama tulivyoongea hapo awali kwamba ni serikali ambayo inaingia ikiwa yani, ina ina uwezo ina wa kufanya vitu vingi tofauti na serikali zilizopita ambazo zilikuwa zinabanwa na zile kifungu cha cha sheria za, ku, za kukata matumizi za kutokopa mm. zaidi ya pato zima la taifa pato jumla la taifa, kwa hiyo ni serikali ambayo kama ikijipanga vizuri hata ukiangalia pia wizara uh, zilizoanzishwa katika hii serikali mpya unaona kabisa ni serikali ambayo kwa mfano kuna wizara mpya ya ku, ya kuendeleza masuala ya kidijitali mm. eh, ya kupunguza urasimu kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yataenda kuifanya ujerumani iwe ya kisasa zaidi tofauti na na tulivyo uh, izoea huko nyuma sasa Dkt. Mwilima, nirudi kwenye swali langu nililoliweka kiporo mwanzoni kuhusiana na wahamiaji. Maelezo yako yalikuwa yanaonyesha kwamba wamekubaliana kwa pamoja kwamba wataidhibiti mipaka ili wahamiaji wapungue katika nchi hii. Hayo kimsingi ni maneno ambayo yamesisitizwa jana na na, na, na bwana Mets, kansela anayetarajiwa, lakini kwa upande wa pili hiyo hiyo jana Lars Klingel ambaye yeye anatarajiwa kuwa makamo wa kansela, yeye amesisitiza kwamba Ujerumani ni nchi ya wageni, ni nchi inayojengwa na wageni, uchumi wake unategemea wageni. Mitizamo hii ya kutofautiana, sijui inatoa mwelekeo gani kwako kwa kutazama mustakabali wa serikali itakayoundwa? Uh, nadhani sioni, uh, tofauti ya mitazamo. Nadhani wasichotaka hii serikali mpya isichotaka ni ule uhamiaji ambao haufuati sheria, eh, kwa mfano kama hiyo, watu wanaokuja mipakani mwa Ujerumani na kuomba hifadhi, lakini tukumbuke kwamba Ujerumani ni nchi ambayo hawana watoto wengi, kwa hiyo wanahitaji sana wahamiaji. Hata katika hii sheria mpya, katika hii sera mpya ya wahamiaji wami, tumeona kabisa kwamba wanataka kuwarudisha watu wengi ambao waomba hifadhi ambao wamenyimwa hifadhi kuwarudisha makwao, lakini hapo hapo wanasema kwamba wanataka kuondoa urasimu katika kuhakikisha kwamba watu ambao wana, wanatoka nchi za nje mm. wanaweza kuhamia Ujerumani kwa haraka zaidi bila bila kufuata sheria nyingi msururu mwingi bila usur, msururu mwingi mm. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hii inatukumbusha pia kwamba Ujerumani haiwezi kuendelea kukua na uchumi mkubwa kama haitapata wahamiaji, ila tatizo ililopo ni wahamiaji wa aina gani? Sawasawa. mm. E, upande wa pili wa studio yupo hawa Bihoga ambaye alikuwa anatazama tazama mitandao e, na amini kwamba yapo maswali mawili matatu watu wameuliza. kuna kipi ambacho unaweza kumtupia Mwilima kutoka kwa wasikilizaji huko? bila shaka ni swali hilo hilo kuhusiana na masuala ya uhamiaji ambapo mm -hmm. amelijibu na kuna huyu anaitwa Jonas Mihayo mm -hmm. yeye, yeah, ameuliza swali linabaki, baadhi ya wageni, kuna hofu nchini Ujerumani kuchukua mwelekeo kama wa Marekani katika kushughulikia swala la uhamiaji. Je, serikali mpya itakayoingia itawahakikishia vipi wahamiaji kutokuwa na hofu, lakini naona amelijibu kwa namna mm hiyo. Sawa sawa, asante Hawa Bihoga. Eh, Dokta Mwilima, labda kwanza katika hilo alilolitaja msikilizaji, Ujerumani inaweza kufikia umbali huo ikawa kama Marekani? Kwa ufupi tu, um, tumeona kuna hivi vyama vya mirengo mikali ya kulia ambavyo vinapata sana umaarufu na vyama hivi, kati ya sera yao kubwa ni, ku, ni kuleta chuki dhidi ya uhamiaji. Kwa hiyo kuna kuna hiyo hofu kwa wahamiaji wengi ambao pia, ukiangalia watu wengi wanasita ujeru, kuja Ujerumani kwa sababu ya vyama, yani kushika kushika nafasi ya juu ya vyama kama hivi, hiki chama cha, cha AfD. Lakini pia Ujerumani kama Ujerumani, kama nilivyosema hapo awali mm, ni nchi ambayo ni nchi ya wageni, ni nchi ambayo haiwezi yenyewe kama yenyewe um, kujiendeleza bila wageni. Tukumbuke kwamba wale watu wa miaka ya sitini, kipindi kile kulikuwa kunaitwa baby boomers, watu waliozaliwa mm, wengi wengi sahivi wanastaafu. Kuna nafasi nyingi zinaachwa, na watu wanaoingia kujaza hizo nafasi ni wageni. hawatoshi kwa hiyo, mm. wenyewe wenyewe hawatoshi, kwa hiyo wanahitaji wageni. Wajerumani wenyewe kama wenyewe hawatoshi, kwa hiyo hata kama kuna kuna kuna hizo sauti za kupinga uhamiaji, lakini Wajerumani wahamiaji wanahitajika nchini Ujerumani. Sawa so, sawa so. na Dkt. Mwilima, kwenye hili la vita ya kibiashara tumekuwa na ripoti nyingi ambazo zinaonyesha e, mivutano iliyopo na e, Rais wa Marekani Trump ametoa wanasema pause, manake imesitisha siku tisini hizi. Lakini kwa changamoto ulizozitaja na kishindo hiki cha Trump, unaamini Ujerumani chini ya uongozi wa Merz itakuwa na uwezo wa kuikabili Marekani? Uh, nimesikiliza uh, mahojiano ya Merz jana jana jioni mm, na hili ni swala mojawapo ambalo amelizungumzia kwa mfano, hata ili swala la, la kusitisha huu uh, ushuru uh, uh, uh, kwa siku tisini ni suala ambalo amelikaribisha. Pia yeye mwenyewe amesema atafunga safari kwenda Marekani kujadiliana moja kwa moja na na Trump uh, ili kuleta i, biashara huria kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya, na amesema kwamba ataenda huku kuiwakilisha Ulaya, sio tu Ujerumani pekee. Kwa hiyo kuna ukiangalia pia hata makubaliano waliofikia, kuna sera nyingi ambazo hii serikali mpya inataka kuzingiza, kwa mfano kupunguza kodi kwa makampuni uh, ili aweze kuzalisha kwa wingi, pia kutoa Uh, kupunguza kupunguza bei ya nishati ili makampuni yaweze kuzalisha kwa wingi. Kwa hiyo kuna jitihada ambazo zinafanyika ili kuhakikisha makampuni ya Ujerumani yanaendelea kuzalisha zaidi. Pia hata kwa mfano wameongelea haya magari ya umeme, makampuni mbalimbali ya mbali magari mm. Kwa hiyo kuna sera mbalimbali mbali ambazo serikali inataka kusaidia makampuni ili yaweze kuzalisha zaidi mm. na kuweza kuuza nje zaidi, kwa hiyo ni... Ena... Na, na, tumalizie kwenye hili suala la vita vya Ukrain kwa sababu ni suala muhimu kwa pande zote hapa Ulaya, hapa Ujerumani, na bila shaka huu mwongozo wa makubaliano e, e, ya serikali mpya ya Ujerumani hili suala limepewa nafasi kubwa. Vilevile vile na Merz ameahidi kuiunga mkono kikamilifu kwa dhati nchi ya Ukrain kwa kuzingatia msimamo unaotoka Marekani kwenye mgogoro huu na ule unaotoka Umoja wa Ulaya, Merz atakuwa na ushawishi gani kuleta tija kufikia usitishaji vita? Eh, Dkta Mwilima. mm-hmm. Atakuwa na ushawishi mkubwa kwa sababu ana hela sasa hivi ana hela, na anaweza kukopa chochote anachotaka kuweza kuisaidia Ukraine. Kwa hiyo uh, tumeona pia walitangaza msaada mpya kwa Ukraine takribani euro bilioni nne katika wiki zilizopita, na tunaona na tunaona kabisa kwamba uh, makampuni ya silaha ya hapo Ujerumani yatatengeneza uh, silaha zaidi. Kwa hiyo na baadhi ya hizo silaha nadhani zitapelekwa zita Ukraine kwa hiyo, pesa anayo, anaweza kukopa chochote anachotaka. Kwa hiyo ni yeye, ana nguvu za kuweza kufanya chochote, kwa mfano inapokuja kwenye swala zima la Ukraine na, ku, na kulinda Ulaya kwa ujumla. Asante sana Dr. Harrison Mwilima kutoka huko Berlin.